Watu watano wameokolewa kutoka kwenye kinamasi kilichojaa mamba karibu siku mbili baada ya ndege yao kuanguka katika msitu wa Amazon nchini Bolivia. Ndege hiyo ndogo, iliyokuwa imebeba rubani, wanawake watatu na mtoto mmoja, ilianguka siku juma ya Jumatano, lakini kundi hilo halikuokolewa hadi asubuhi ya Ijumaa, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Bolivia. Hakuna mtu yeyote katika kundi hilo aliyejeruhiwa vibaya, na waliweza kuishi kwa kula chocolate na unga wa muhogo wakati wa kipindi hicho kigumu. Ndege hiyo ilikuwa imetoka katika manispaa ya Bores kaskazini mwa Bolivia na ilikuwa ikielekea mjini Trinidad, wizara ilisema. Saa moja baada ya kupaa, rubani aliripoti matatizo ya kiufundi kabla ya mawasiliano yote na ndege kukatika, kwa mujibu wa wizara hiyo. Rubani huyo aliyejulikana na vyombo vya habari vya ndani kama Pablo Andres Velarde mwenye umri wa miaka 27 aliweza kutua kwa dharura, lakini akatua karibu na kiota cha mamba. Aliambia shirika la habari la Unitel: Tulianguka kwenye kinamasi na hapo pembeni kulikuwa na kiota cha mamba, lakini kutokana na mafuta yaliyomwagika kutoka kwenye ndege yaliuchafua maji na harufu kali ya mafuta hayo ikawatia hofu mamba. Hawakuondoka kabisa, lakini hawakudhubutu kutukaribia, kutushambulia, alisema Velarde akiwa kitandani hospitalini Jumaa. Mmoja walionusurika Meritha Fuentes aliambia vyombo vya habari vya ndani kuhusu mshangao wake mkubwa baada ya kunusurika katika ajali hiyo ya ndege. Sote tulilia kwa furaha kwa sababu tulikuwa hai, tukiwa na michubuko lakini tukiwa hai na wenye bahati sana kwa neema ya Mungu na kwa sababu ya ujasiri na akili ya haraka ya rubani, aliambia Unitel. Wizara ya Ulinzi ya Bolivia na ulinzi wa kiraia walizindua operesheni ya uokoaji lakini saa arobaini na nane za kwanza zilitatizwa na hali mbaya ya hewa, wizara ilisema. Ndege kadhaa ziliruka juu ya walionusurika, lakini hazikuweza kuwaona. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, kundi hilo liliweza kuishi kwa chakula kidogo kilichookolewa na rubani kutoka kwenye ndege iliyozama, rubani aliambia Unitel. Kabla ya kuokotwa na wavuvi mapema asubuhi ya Ijumaa, walionusurika wote watano walisafirishwa kwa helikopta ya uokoaji ya jeshi la anga la Bolivia hadi mjini Trinidad, Wizara ya Ulinzi ilisema.